Nataka niwaulize tu watawala, sisi vijana wa taifa letu, ni kweli kwamba kudai matokeo ya rais kuhojiwa mahakamani tunastahili kuuawa? Kwa sababu hicho ndicho tunachokidai sisi vijana, kwamba tunapoenda kwenye chaguzi matokeo ya rais yaweze kuhojiwa mahakamani. Kama wewe umeshinda, una supporting fact, kaonyeshe mahakamani. Katiba yetu iruhusu matokeo ya rais kuhojiwa mahakamani, watawala. Ni sahihi kabisa kwamba mgombea wa urais kutoka chama tawala ambaye vile vile ni mwenyekiti wa chama tawala na vile vile ni, ni mgombea wa nafasi ya urais kutoka kwenye hicho chama tawala, ni sahihi kwamba yeye ndo anachagua wajumbe wa tume, mwenyekiti wa tume, makamu mwenyekiti wa tume, makamishina wote wa tume, bila kuwa na public vetting, bila kuwa na input yote kutoka kwenye civic society, bila kuwa na parliamentary confirmation? Ni kweli kabisa? Hicho ndo kitu ambacho tunadai, tunataka wajumbe wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa tume watokane na mifumo iliyo huru, ili tuweze kuwa na chaguzi zilizo huru na za haki, si chaguzi za kuchezea wananchi. Hicho ndo tunachokidai sisi vijana wa taifa letu. Ni kweli tunastahili kuuawa? Ni kweli tunastahili kupotezwa? Hayo ndiyo madai yetu. Ni kweli kwamba eti tume ndo ina mamlaka ya mwisho juu ya uteuzi wa wagombea, kwamba kama chama fulani cha siasa kina mwenyekiti au kina mgombea wa urais, kikiondolewa au kikienguliwa na tume, hakiruhusiwi kwenda mahakamani kuhoji namna ya kuenguliwa kwa mgombea wake? Haya ndiyo madai yetu. Ni kweli kabisa? Kwa madai hayo, sisi vijana tunaistahili tuna, tuna kukimbia nchi yetu, au tunastahili tuna kuuawa? Tunajisikia uchungu mkubwa sana kuwa na taifa ambalo wasema ukweli wanakuwa ni maadui katika taifa na waongo machawa ndio watu ambao wanabebwa katika taifa. Sisi tunaumia mno. Nashindwa niseme nini, lakini nataka niwaulize watawala, taifa letu nalipeleka sehemu gani? Taifa ambalo Mwalimu Nyerere alisema kwamba lin, linatakiwa kuwa ni taifa ambalo la vijana wanaohoji juu ya mifumo kandamizi, kwamba wawe ni, ikiwezekana wawe wasariti juu ya mifumo kandamizi ili tujenge taifa ambalo ni, ni, ni taifa taifa linaloheshimu, linaloheshimu watu ni ni taifa linaloheshimu sheria. Tukisema hivyo ni kweli kabisa, sisi tunaumia sana kama vijana.